Je, yeah. unaweza kuanzisha biashara ama kukuza biashara yako hata kama hauna mtaji wa kifedha wa kutosha? Jibu ni ndiyo. Katika kipindi hiki tutachambua mbinu na mbegu unazoweza kutumia kuanzisha biashara bila kuhitaji mtaji mkubwa. Ikiwa ni mjasiriamali ambaye anaanza biashara ama unahitaji kuboresha biashara yako kwa njia isiyo na gharama kubwa, kipindi hiki Kina manufaa sana kwako. Mimi Mwalimu Samwel Vianga wa Kesho Yangu TV, na leo tuna, tunajadili moja ya changamoto kubwa inayowakumba wa wajasiriamali ya wengi, yaani ukosefu wa mtaji. Kwa hiyo kama wewe ni mjasiriamali, tafadhali kipindi hiki kina manufaa kwako. Ngoja nikupe vitu ambavyo vitaweza kukusaidia kuanzisha biashara ukiwa una mtaji ama una mtaji mdogo. Na unatamani kukuza biashara, tumia uwezo wako na ujuzi binafsi. Ya kwanza, tumia uwezo wako na ujuzi binafsi. Kila mtu ana ujuzi ama talanta ambayo inaweza kugeuzwa kuwa biashara. Ikiwa wewe ni mtaalamu wa uandishi, ushonaji ama ufundi, unaweza kuanza biashara kwa kutumia ujuzi wako mwenyewe. Huu ni mtaji wa pekee ambao huhitaji fedha, bali ujasiri na kujitolea. Kuna watu wana uwezo wa kuongea, anaweza kushawishi, huo ni uwezo wake binafsi hata kama ulikuwa hutaki kununua anaweza akakushawishi mtu mwingine. Anajua sana kushona, lakini watu hawawezi wakajua kama unajua kushona. Tumia sasa huo ujuzi wako, shona basi, jishonea hata mwenye nguo nzuri, vaa, jitangaze kupitia wewe. Kwa hiyo tumia uwezo wako na ujuzi wako binafsi, itakusaidia sana kuweza kupata mtaji. Lakini cha pili, tafuta vyanzo vya mikopo ama ufadhili. Najua sio rahisi kwa biashara ndogo kumudu Uh, mikopo kwa sababu inahitaji collaterals mbalimbali vitu vya kuweka kama bond dhamana, lakini unaweza tafuta mikopo ya biashara, mafadhili kutoka mashirika ya misaada. Kuna mashirika mengi ambayo yanatamani kusupport biashara. Kuna mwingine ni kijana mzuri tu ambaye amesoma, ana ufahamu, ana email, ana access ya internet, anaweza kaingia na kutafuta hizo hizo hizo fadhili kutoka katika mashirika ya misaada mbalimbali, ama serikali pia inatoa hata watu binafsi. Kuna watu ambao wanaamini katika ujasiriamali. Mfano, kuna mtu anaweza kawa na fedha. Kuna mtu mmoja nilimwambia kitu fulani, jinsi ya kutumia fedha ambayo iko katika mfukoni, katika mfuko wa mtu mwingine kwa ajili ya kutajirisha. Kuna watu wana hela, lakini wanatamani kujua una mipango gani na una mawazo yapi. Ukimpa mawazo yako vizuri, mawazo yako la biashara, umeandika business plan vizuri, nitafanya hivi, nitafanya hivi, mtu anaweza kukupa mkopo tena ambao hauna riba. Mwingine anaweza kukusaidia kabisa. Kwa hiyo tafuta vyanzo vya mikopo ama ufadhili. Cha tatu, tumia rasilimali za kidijitali gigi... ki the digital resources. Unajua teknolojia na mitandao ya kijamii inatoa fursa kubwa sana ya biashara kwa gharama nafuu. Mfano, Facebook ina watu wengi, Instagram, YouTube, TikTok. Unaweza kuanzisha biashara yako bila kuwa na mtaji mkubwa. Fikiria unaanzisha duka la mtandaoni, ama unafundisha kozi ya kitu fulani, watu wanakufuatilia, ama unatoa huduma kwa njia ya mtandao kuna watu ni mawinga unajua, hana duka lakini ana, anaenda na point sehemu, anaweza kaenda kwenye maduka aka point nguo nzuri ama viatu vizuri ama hereni nzuri ama saa nzuri, chochote kile ambacho unakitaka, viatu si kitu gani, ana post. Mtu anaweza kafikiria na duka lakini yeye ameshapiga mahesabu, nikitoa pale dukani nikiongezea hii nitakuwa ni faida yangu. Na ukifanya hivyo, unakuta unapata fedha nyingi, watu wanaona kwenye mtandao kama una duka kubwa lakini in reality, unakuta mtu umeanzia tu kama winga ambapo hii inafanya sana. Ni kwambia jambo la nne kwamba anza kidogo na ongeza pole pole. Kila biashara inaweza kuanzia katika hatua ndogo na kukua kwa hatua kwa hatua. Haijalishi unamtaji kiasi gani, unaweza kuzalisha faida kidogo kidogo na kisha ukawekeza katika upanuzi wa biashara hiyo. Kitu cha muhimu hapa ni uvumilivu na kufanya kazi kwa bidii ili kuuza biashara yako. Kwa unaweza ukaanza tu na biashara ya matunda ukiwa na mtaji mdogo. Baadaye unaweza kukuta kwamba ulikuwa unauza barabarani safari, umetengeneza na sehemu safari, unakuwa na maduka safari, yani vitu vinaanza taratibu. Umeanza kuuza sambusa unatembeza, baadaye umeanza kupeleka sambusa kwenye mahoteli baadaye una, una, una, unapeleka sambusa kwenye makatering unahudumia kwenye masherehe makubwa, baadaye unaweza kujikuta una magari zako ambazo unatumia kusambaza biashara yako. Kwa hiyo usiogope kuanza kidogo kidogo. Don't despise the day of the little beginning. Usichukulie poa mwanzo siku ya mwanzo mdogo. Cha tano na cha mwisho, cha tano na cha mwisho ni jenga uhusiano wa kudumu kwa wateja, jenga uhusiano wa kudumu kwa wateja. Mahusiano na wateja ni sehemu ya mafanikio katika biashara yoyote. Kwa hivyo hata kama mtaji wako ni mdogo, unaweza kuanzisha biashara yenye kujenga imani na uaminifu wa wateja wako. Akisha kuamini, ama akishatengeneza imani katika wewe, hata tamani kuweza kununua kitu kwa mtu mwingine. Thamani ya huduma yako ni mtaji mkubwa zaidi kuliko fedha. Kwa hiyo mtu anaweza ka trust huduma ambayo unaifanya, hata kama una mtaji mkubwa, mtu anaweza kukuagiza, naomba niletee vitu fulani. Kuna mtu yupo Kariakoo, anafahamu vitu vya ujenzi, anafahamu maduka ya ujenzi, mtu akimwagiza anajua bei za nondo, yani jiposition na jenga mahusiano ya kudumu kwa wateja wako, kuwa mwaminifu. Watu wakikutumia fedha zao, tuma mizigo dukani, wakikuamini fanya kwa uaminifu. Hii inakusaidia sana. Unaweza uka, uka, ukaanza tu biashara ya kufanya usafi kwenye, kwenye nyumba. Wewe ni binti upo na una kazi lakini unaweza kufua, kuna watu wana nguo chafu lakini hawana muda wa kufua. Tengeneza uhusiano mzuri na wao, kuwa mwaminifu, fanya kazi yako kwa, kwa ufanisi hautatumia fedha nyingi kwa matangazo lakini, unaweza ukawafikia wateja wengi kwa kutoa huduma bora, na wateja wale wakirudi watarudi tena na wataaminisha watu wengine kwamba wewe unafanya kazi nzuri. Sasa kwa hiyo ninatumai umejifunza njia za muhimu za kuanzisha biashara bila kuwa na mtaji mkubwa. Kama una kitu cha ku comment comment chini hapo katika comment section, kitu gani ambacho umejifunza ama umepanga kukianzisha kama biashara. Usisahau kulike na kusubscribe Kesho Yangu TV ili upate vipindi vizuri vya kujifunza na kufanikiwa. Washirikishe marafiki zako na waonyeshe jinsi ya kufanya biashara kwa njia bora zaidi. Mimi Mwalimu Samwel Vianga wa Kesho Yangu TV, mpaka time mwingine, uwe na wakati mwema. Nakupenda, chao, thank you.